Assalamu alaykum ewe mtanzania uliopo katika online, kumbuka nyumba yetu pambe eh, ilitoka katika zama tofauti tofauti toka tulipoikuta ikiwa boma kama unavyoiona eh, uh, tukaweka madirisha uh, ima baadha ya madirisha tuliweka uh, jhire uh, na kisha tukaifanyia finishing mpaka uh, hapo bosi wetu alipofika uh, alipoona tamati. Kumbuka, hii ni nyumba yenye vyumba vitatu, sebule, dining, jiko na eh, eh, store katika uh, mfumo huo. Ni nyumba ya kisasa. Tuliikuta ikiwa namna hii, na tukaweka madirisha. Ima baada ya madirisha kuyaweka, tukaupanga jiwe. Kumbuka saiti iko Kange, jijini Tanga, Tanzania, na kumbuka Fundi Mubwa. Aa, na kufanyia kazi popote ulipo na unapopatikanika wewe, yani kuanzia kuijenga ramani aa, pamoja na finishing zote. Ima baada ya kupanga jiwe tulimwaga zege na kisha kuanza finishing zilizofuata. Uh, yani plasta na kisha, uh, kuweka uh, urembo wa madirisha na mashimo ya vyoo yakiendelea kutengenezwa katika eneo pendwa. Kumbuka unapoikabidhi kazi yako, ni mwanzo mwisho. Fundi Mubar na kamilisha mwanzo mwisho mpaka mashimo na system za maji taka Yani inafanyika hivyo katika ubora na usafi na usahihi wa hali ya juu. Fundi Moba anapatikana katika 0656422202, ama Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na TikTok. Napatikana kwa jina la Fundi Mubar pekee, jo niweze kukufanyia mengi mazuri katika mjengo wako na uwe wa kisasa zaidi kile unachokitaka na ndoto yako inatimia, uh, pale unapoonana na kukutana na Fundi Mubar uh, kuweza kukufanyia yale yaliyo bora na hasa katika mjengo wako wa kisasa zaidi. Timu iko kwa ajili ya upambanaji na kwa ajili ya kuing'arisha nyumba yako ni Mrs. Korman mama Korman, uh, akivimba na akionekanika uh, kinamna hiyo, aka mwite biki shio hiyo mdogo bibi, asiye na shida wala tabu uh, mpambanaji bibi yetu na nyumba, tulikamilisha kwa namna hii, kuiweka gypsum na pvc board kuweka na system zote za mifumo ikiwa imekamilika kwa aina hii, nyumba imetakata, mpaka nguvu ya bibi ilipoishia ndipo tu ilipoishiliza. Kumbuka, unaweza kunikuta katika 0656422202 ama Facebook, o Instagram, Twitter, napatikana kwa jina la Fundi Mubar.